Kwa sababu ni watu wa nyumbani kwetu, lakini kuna kitu ambacho tunaweza tukajifunza kwao. Tuko pamoja? Kitu cha kujifunza kwa Mchaga, hasa aliyetoka, aliyezaliwa kule kwenyewe, mwebrania wa Waebrania, unanielewa? Kitu cha kujifunza kwa kijana wa kichaga au Mchaga, yote ni bidii ya kufanya kazi, bidii ya kutafuta. Tunaweza kuwa na madhaifu mengi sana lakini bidii ya kutafuta maidia tunayo, kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! tunaweza tukawa na madhaifu mengi mengi, lakini ya kutafuta tunayo. Sasa rudi, ili kujua kwamba kwa nini hii jamii ina nguvu ya kutafuta namna hii, jaribu siku moja kuishi miongoni mwa Wachaga, uangalie akili zao mara kwa mara, fahamu zao, wanachozungumza, mazungumzo yao mara kwa mara, wanazungumza nini? Kila saa ni pesa. Ndio maana kama unataka mapenzi usitafute mwanamke wa Kichaga, unanielewa? Si kwamba hatuyajui, tunajali kuzalisha kuliko muda wa kupoteza hapo nyumbani. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watu wa Mungu. Yaani atakwambia yani, wakati wewe ni mwanaume umeoa huyo mchaga wa Wachaga, sawa sawa. Unategemea una ukaribishwe chakula ulete mezani, alafu uambie baba fulani, karibu chakula, akuonje akupe. Na wakati kuna ng'ombe anapiga kelele pale, anahitaji kukamuliwa, maidea hakuna. Utasikia, baba nani, chakula chako iko hapo, mimi naenda kwa ng'ombe. Ameshaenda kwa nani? Kwa ng'ombe. Na baba nani anaelewa, anajua, anarizika asante, wala hanunguniki. Haleluya! Nini? Spiriti ya kazi. Sasa njoo kwa huyo mama binti hajawahi kuona baba yake na mama yake wakipeana busu. Hayo ni mazingira yanayomkuza huyo binti, unanielewa? Kwa hiyo kama, ngoja niishie hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niishie hapo nisiende mbali, umeesha umeshanielewa sasa eh? Lakini turudi mfano wa pili, umekuona, sisi tunavyokuja hapa mjini, tuna hasira ya maisha, tuna hasira ya kufanikiwa kwenye maisha, umeikutuona Okay, ngoja nikupe mfano. Ni kwa mchaga tu ama ni duka la Mchaga au mtu mwingine tu mwenye hasira kama ya Mchaga, ambapo utakuta duka lake la vitu vya nyumbani vya kawaida, haya maduka ya kawaida, ambapo ndani utakuta duka linaunga linaunga wa kila namna, sukari ya kila namna, kitu cha kila namna, halafu unashangaa kuna msumeno unauzwa pia kwenye hilo duka, kuna jembe linauzwa, lakini anauza pia na petroli, bodaboda zinachukuaga hapo. Yaani ndani yake anauzia na vifaa vya kushonea, unakuta viko huko na chaja za simu kwenye duka hili. Mpaka ukiwekwa hapo wewe uuze bidhaa siku nzima, unaweza ukatafuta bidhaa usione. Kwa nini ana hasira? Kila kitu akiona ni fursa kwake, anakichukua. Ngoja nikuambie kilipoanzia, ngoja nikuambie kilipofanyaje, kilipoanzia kama ukikutana tu, tuachane na sisi Wachaga wa hapa mji. Ukikutana na yule mwenyewe baba wa Kichaga, kijana hasa wa kiume akishafikisha umri wa kuanza kujaribu jaribu kwa wasichana, baba anaanza naye kucheza karata zake. Angalia mazingira anayolelewa nayo, tuko pamoja, na hii nimeona kuanzia kwa kaka zangu. Baba anaanza kumwambia sasa, mwanangu mwisho wa kuja nyumbani kwangu ni saa kumi na mbili kamili. Ukija nyumbani kwangu baada ya hapo kwangu usiingie, na anajua kabisa huo muda wewe huwezi kuwa umefika nyumbani huo muda, kama kuna kisichana cha jirani jirani, ndo unamvizia atoke shule, ndo unamvizia atoke kwenye kukata majani. Na kwa hiyo anajua kabisa kabisa kwamba huu muda huwezi kuingia, na anakupima kujua una uwezo kwenye umri wa ujana, una kitu unachokielewa kwenye akili yako. Sasa utakuja saa mbili na baba atawahi, siku siku ambao saa kumi na mbili tayari imeshafika watawahi kulala mapema kabisa. Kwanza amnaga hata TV, ukishakula nini kinafuata? Wanafunga mlango, ukija ni kimya. Gonga we gonga, gonga. Mzee afunguye Namgongea nani? gonga we gonga, hafungui. Halafu unatoka sasa, ndo unaenda kwa washikaji zako wenye kijumba, unaenda kulala kwenye geto lao. Naomba tuzungumze lugha ya kawaida, tuko pamoja. Unalala kwenye geto lao, unaamka asubuhi, unakuja asubuhi, mzee anakuashia moto, anakuletea shari. Mtoto mdogo unalala nje, na umri huu umetoka wapi unaweza ukakungutwa ukafukuzwa. Sasa anakuletea kama manyanyaso fulani pale nyumbani, manyanyaso fulani pale nyumbani. Mwisho wa siku naona ah, mzee anazingua. Mzee mi nataka nijenge nyumba yangu mwenyewe. Ah, naona huyu ana akili sasa, huyu sasa ana nini? Ana akili. Mzee anakuja anakuambia, njo, anakuambia jenga hapa, sio kwamba ndo amekupa kiwanja, amekuonyesha hapa kujenga, utajenga lakini kiwanja cha nani kwake tuko pamoja kwa hasira uliokuwa nayo kwamba umefukuzwa humo ndani haukai humo ndani mzee amekuletea masharti ukichelewa kuna maneno na kuna kazi unapangiwa sio za nini na nini unaamua sasa si una umri wa ujana una miaka yako kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na nne, karibu na 30. Ah, kwanza 30 ni mbali, ni hapo kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Saa hiyo hakuna mpango wa shule useme anaenda shule, hakuna mpango wa shule. Saa hiyo unaamua sasa kwenda kujenga geto lako. Sasa ile umeamua kujenga geto lako, roho ya ushindani inaingia hapo Taarifa, sisi vijana wengine tunapata, fulani ameamua kujenga geto lake. Kwa hiyo tunasubiri kuona wewe utajenga geto la namna gani, la kumzidi nani? Unakuwa na mashindano ya nyumba za kujenga pale. Kwa hiyo utatafuta nguzo zako, utatafuta fito zako, utaweka pale nyumba yako, utachukua matope utakandika vizuri, kama una hela unanunua bati unaweka bati zako pale, halafu unatafuta na kinyesi cha ng'ombe unachanganya na majivu unatengeneza vizuri kama una pesa, kwa sababu ili uwazidi wenzako inabidi uwe na pesa. Geto lako lio la tofauti. Ndo utafanya vibarua, kazi za nyumbani ziko pale pale, majani utakata, utajua saa ya kufanya kazi zako, utatafuta na kuku wa kufuga utatafuta na sungura wa kufuga, ili upate pesa. Ukiuza unaenda kununua chokaa. My dear, ukiwa na geto la chokaa nje linachokaa, unaenda dukani, sijui kwa nani pale, unanunua magazeti ya Kichina, robo au nusu, unapiga geto zima, unazungusha magazeti, wewe una geto la maana kabisa. Haleluya, pigie Yesu makofi kama unanielewa. Angalia hii spiriti ya kazi. Mzee anakuangalia tu, anakuangalia tu, unagundua kwamba geto lako bado alijawa la maana. Uweke mdundo, unaenda unanunua redio, unaifungua unafanya utundutundu utundu wako, mara kunakuwa na spika umeleka kwenye chungu liko chini ya ya uvungu, unaulisha chongaga kitanda chako cha namna fulani, na ili uonekane mtaalamu, geto litoe mziki lakini usijulikane unatoka wapi. Unanielewa? una baada ya muda kama umekuwa na ustaarabu unaanza kuwa msafi sasa. So unajua kuna umri, sasa mtu anaanza kujitunza, ameshamaliza ghetto, ameshatengeneza nyumba yake, anamaliza anaanza kuwa smart sasa. Ha, na anapata wadada, wadada hapo, unanielewa eh? Umri wa ujana huo unapanda, na ule ustaarabu, aweke na shuka jeupe kama hichi kitambaa, my dear, akiingia manka kwenye hilo ghetto, hatoki na yeye amekuta kijana smart namna hii ana geto zuri. Yeye ndo amezidi wote, na shuka maidia ni jeupe kwenye kitanda, hatoki. Ndo siku hiyo analala. Akilala Kichaga umeoa. Akilala umeoa, binti anaoa. Alafu mzee kijana anakuja mzee, nimelala na msichana wa uh, kwa fulani. Umelala mzee hana habari tena naye anatoka mwenyewe, jamani, anatuma labda wazee. Jamani eh hey, hodi kwa mzee fulani, akasema, mlikuwa mnamtafuta manka bwana, msimtafute tena, alilala wapi kwenu, ujue. Hapo ndo mazungumzo ya posa yanaanza, mtu ndo anaolewa hapo tayari ameoa. Wewe kijana, ghafla akija mjini, ana hasira ya maisha, akija hapa mjini, utashangaa dakika na akili ana nguvu ya kutafuta, ana nguvu ya ghafla, akichanganya na akili za manka, unashangaa kuna mahali wameenda, kuna mahali wametoboa. Watoto wakizaliwa kwenye hiyo familia tayari kuna watu wanaofanya kazi, nyumba ipo kama kichuguu wakati wa mvua, yani kinasafishwa nyumba ipo, watu kila mtu anafanya kazi. Hii spiriti imetoka wapi? Baba alipoamua kuleta ngumu humo ndani, akamchomoa yule kijana pale ndani, ndipo kukatokea roho ya mafanikio ndani ya huyo kijana, akapata akili, akaelewa. Leo hii anamtumia baba yake sukari, anamwambia mzee. Na kushukuru sana mpigie Bwana makofi mengi kama unanielewa. Haleluya, haleluya! Kitu gani nafundisha hapa? Nimejaribu kukupa picha ya nyumbani kwetu. Jaribu kurudi na kwenu kama kuna huo utamaduni. Wale ambao hali yao akili zao asili yao ni mafanikio, huwa wanafanikiwa, lakini wale ambao hawana asili ya mafanikio, hata wakipata mafanikio hawajui kitu wanafanya na pesa. Wewe nikuambie, utajiri sio hela, utajiri ni mfumo. Mfumo unakaa ndani yako hela nikitendea kazi ndani ya huo mfumo. Kuna mtu anaelewa? Nasema hivi, utajiri si hela, utajiri ni mfumo unaowekwa ndani ya mtu na unakaa ndani ya mtu halafu, pesa nikitendea kazi ndani ya huo mfumo. Unasema kivipi mwalimu? Kuna mtu saa hii ukimpa milioni kumi, kwa sababu hana mfumo wa utajiri ndani yake anaweza akazimia akafa unanielewa na na atazitumia zote kwa ghafla, mpaka zitapuruka mpaka zitafika kwenye ile standard yake, ndio atajua kumbe, kumbe nilikuwa na hela. Unanielewa, kama mfumo wako umetengenezwa ama upo kushika milioni moja, tukikupa milioni ishirini, hizo milioni kumi na tisa utazichezea zote, ikibaki milioni moja ndio unaanza kuzimanage. Kama unabisha kuna watu wa mkoa fulani kipindi hicho zao fulani la kwao, zao fulani la kwao lilipanda, lilipata soko vizuri mno, wakauza lile zao sijui kilo karibia elfu tano elfu sita namna hii. Watu wakapata hela, yani ile kuwa na pesa, wakasahau kwamba wana nyumba za nyasi, wakanunulia wakanunua vitu ovyo ovyo, mpaka mbuzi walinunuliwa juisi, mpaka mbuzi. Unaona picha, mbuzi wanakamatwa wanalazimishwa kunywa nini, juisi. Watu wana hela bwana, unanielewa? Sasa kwa nini unamnunulia mbuzi juisi wakati uko kwenye nyumba ya nyasi? Kwa nini mfumo wa maendeleo haupo kwao? Nasema hivi, kwa mujibu wa somo letu, asili ya maendeleo haipo ndani yao. Tuko pamoja? Asili na mfumo wa wao kuendelea havipo ndani yao. Unapolea mtoto, unamlea kwa kumwekea chipu ya maendeleo au unamwekea chipu ya vitu unamwekea vitu matirio, unamtengenezea hali ya kuishi kwenye matirio, au unamtengenezea hali ya kuishi kwenye mfumo? Haleluya. Mfumo una asili, mfumo unaofanya kazi ndani ya kabila, ndani ya familia ndio utakaoamua watu wanaotembea wanaozaliwa kwenye hilo eneo. Asili yako ni ya wapi? Ibrahimu asili yake ni ya Uru wa Kaldayo, kituo cha kibiashara, kituo cha maendeleo akawa mtu wa maendeleo. Hata walipofika mahali pa kuachana na Lutu, angalia Lutu ni mtoto tu wa, wa mdogo wake eh, wa mdogo wake Ibrahim hajui shurba. Baada anakuwa huko Harani, wanakuya, anapata pesa, anapata kiburi, anagombana na baba yake mkubwa. Ukisoma sura ya kumi na tatu ya kitabu hicho cha Mwanzo, anapata kiburi. Ibrahimu anamwambia sasa, nini mimi na wewe tugombane? We angalia, sasa geukia mashariki, mi ni geukia magharibi; geukia kulia na mi nitageukia kushoto, mimi nawe tusikutane tena. Wakaamua kuchagua eneo, wakati hakuna mmiliki, maeneo ni makubwa kabisa. Akaamua eneo, akachukua lile eneo lenye vitu kijani kizuri, takuja kuona mbele, kijani kizuri kabisa, kumbe mwisho ndo Sodoma na Gomora inayopigwa kiberiti. Ibrahimu, yeye alichukua nyika, nyika kame lakini alifanikiwa kuliko Lutu. Kwa nini? Lutu amezaliwa tu amekuta vitu vipo, lakini abrahamu amezaliwa tangu asili kwenye mifumo yenyewe, unanielewa? Kwa hiyo hata ukimweka mahali pagumu anaishi, hata ukimweka mahali pagumu. Sikiliza, mtu aliyezaliwa akakuta mkate mezani si sawa na mtu aliyezaliwa wakati wa kulima ngano. Ok, nazungumza kwa lugha nyingine mtu aliyezaliwa kwa kukuta ugali uko mezani ni tofauti sana na mtu aliyezaliwa wakati wa kupanda mahindi, wakulima, shamba, analima shamba anapanda mahindi, anamaliza, anavuna, anapigapiga mahindi, anapukuchua, ayabebe, apeleke mashine, arudi, aje hapa, ajifunze kusonga ugali. Wakati ule tunasonga kwenye jiko la mafiga, unapigwa na, na, na, na, na moshi. Na kipindi kama hichi cha mvua, kuni haziwaki, utasonga ugali, utarudishwa nao ni mbichi, utapaka, utajua kusonga ugali na unarudi hapo unakuwa mtu unayefaa kwa matumizi, unayejua kupika. Sasa fikiri yule, sasa leo anakuta ameshapikiwa na dada wa kazi, huyo mtoto alafu wote